Kizaza kilishuhudiwa katika siku ya kwanza ya kongamano la wabunge wa kaunti ya Nairobi baada ya wawakilishi wadi kusisitiza ni sharti rais Ruto ahudhurie kikao hicho. Wawakilishi hawa walimfurusha waziri wa michezo Salim Mvurya, alikuwa amefikisha ujumbe wa rais. Nawataki, let piersi Siku ya kwanza ya kongamano la mabunge ya kaunti lilowaleta pamoja waakilishi wadi zaidi ya 1600 lishuhudia kizaazaa hapa Nairobi. Kisa na maana, walikuwa wanamtaka rais William Ruto mwenyewe ahudhurie kongamano na kuwahutubia. Nani ataongelesha president? Iliwabidi maafisa wa usalama kumwondoa waziri wa michezo Salim Mvurya kutoka eneo la mkutano, na waakilishi wadi waliendelea kuelezea malalamishi yao kwa sauti. Hata kuwepo kwa maseneta hakukusaidia kuokoa hali, waakilishi wadi waliendelea kulalamika. Akitoka tu atashika hiyo message, and I believe the president will respond to it positively. Waziri no, waziri no no no no no, ah. Because even the minister is saying that the consultations you want him to make, he also want to make kakuna ina... nani ataongelesha president? nani ataongelesha president? nani ataongelesha president nani Oh, maafisa wa serikali wakilazimika kuondoka. Hali hii ikisambaratisha kabisa mkutano huo. Waakilishi wodi hao wanasisitiza kwamba walimtaka Rais Ruto ahudhurie kongamano hilo, wakisema lina umuhimu mkubwa. Waliwalaumu wabunge kwa kile walichosema ni kunyima kaunti fedha za maendeleo huku wakitaka hazina ya maendeleo ya wadi kuwekwa kwenye katiba. Aidha, waliwashutumu magavana kuhusu utendakazi wao na kulalamika kuwa mawaziri wa kaunti wanachelewesha miradi ya maendeleo kwa kupunguza bajeti. Pia wanataka kuangaliwa upya kwa marupurupu yao yakiwemo ya leo usafiri, mikopo ya magari pamoja na malipo mengine. Kongamano hili la wiki moja linatarajiwa kuhudhuriwa na wadau wengine wakiwemo wale kutoka Tume ya Ugavi wa Rasilimali ya Kitaifa, afisi ya mkaguzi wa bajeti, mabunge na maseneta. Jamila Mohamed, runinga ya Citizen.